Na mtazamaji, leo hii ni mwaka mmoja na siku mbili tangu mwandamanaji wa kwanza kuuawa kwenye maandamano ya Gen Z ya mwezi Juni mwaka jana. Na Rex Kanyike Masai alipigwa risasi na polisi wakati wa maandamano hayo katikati ya jiji la Nairobi. Na mwaka mmoja baadaye, familia yake inasubiri haki ijapo kwa hofu kuu huku uchunguzi wa mahakama ukiendelea kuwahoji mashahidi muhimu. Na Ben Kiruya alirejelea safari ya haki kwa kijana aliyekuwa na matumaini makubwa maishani mwake. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, tarehe 20 Juni mwaka wa 2024. Rex Kanyike Masai aliamua kujiunga na vijana wenzake kwenye maandamano baada ya kutoka kazini. Ni kwenye maandamano haya mwaka mmoja uliopita ambapo risasi ilipenyeza kwenye paja lake la kushoto. Kijana huyo wa miaka 29 alianguka chini akivuja damu, huku jiji likizama kwenye machafuko moshi wa vitoa wa machozi ulianikiza hewa na matumaini ya msaada wa kwanza yakagubikwa na moshi huo. Nyumbani, familia yake ilikuwa ikimsubiri mezani kwa chakula cha jioni. Nikapokea simu asiisho, tulikuwa tuna joke. Hey, kupata simu nikachukua, nikamwambia nika sema mwongo ju atakuja nakuwa amekuja. Nikamwambia hey, sema mwongo. Hey, ile sauti nilisikia the other side Mam si Rex. ni mi mimi George. Shida ni ati ni Rex. Rex amefanya nini? Tulikuwa tumetoka job, tukapitia town, tukakutwa na ile maandamano. Nikaambia, hebu niambie kumetokea nini? Bahati mbaya Rex ameshutiwa. Wiki moja tu kabla ya tukio hilo, Rex alikuwa anafanya maandalizi ya mwisho ya kuanza maisha mapya. Akiwa tayari kuondoka kuelekea Uingereza kwa ajira aliyotafuta kwa muda bila mafanikio. Alikuwa toka ende UK ju, Julai last year akufikisha hiyo Julai na alikuwa na ndoto mzuri sana. Usiku huo wa msiba mama yake alikimbia hospitalini, ila alipata mwili wa mwanawe ukiwa tayari umezizima. Nikaangalia nikaipata, nikaenda street kwa reception nikaambia, nikauliza, nika kuna kunaweza kuona mtu ameshutiwa na ameaga. Kwa hiyo hospitali walinipatia <guli> ID. Nikaangalia nikapata ni yake, nikaambia nataka kumwona. Nikaingia sijui pali nguvu utoka <guli> nikaingia, nikampata ko kwa kwa floor kwanza, nikumwangalia ana smile. Nikauliza daktari, huyu amekufa kweli? Nikainama tu chini, paliakua <guli> kapata hizi mikono ni kama zimeanza kukauka, nikaambia daktari, eh, naona huyu ameenda. Na akiwa amedhamiria kupeleka mwili wa mwanawe katika makafani aliyopendelea, aligundua chuma cha risasi kilichokuwa kimetoboa paja lake, lakini kilichofuata anasema kilionekana kama jaribio la kuficha ukweli. Polisi waliripotiwa kusisitiza wabaki na mwili na wakauelekeza moja kwa moja hadi makafani ya Nairobi Funeral Home. Familia iliporudi kesho yake, risasi, ushahidi muhimu wa uchunguzi, ilikuwa tayari imetoweka. kitu ikidunga nguo, kuna that kahol ka kalikuwa kahol kadogo, so kumregesha ile pozishon yake, nikaona kashap object So nilikuwa zile za sumtoe kitu maybe anaweza rudi, unajua mtu ujipatia hopes, hata hataka kuna. Nikamwambia sumtoe, nikafina hivi, nikamwambia aki kitu ni sharp sumtoe. Hapo kando kulikuwa na askari plain cloth, akaniambia ready ni police case tufai kuguza, hata we venye unamguza hivyo unafanya makosa. Nikamwambia mimi huu ni mtoto wangu na ndafanya vyenye nataka naye. Ushahidi wa pekee wa uchunguzi uliondolewa bila maelezo yoyote. Alafu wanatufukuza tie amfai kuka mochari kujeni saa mbili. Saa mbili kwa nini? katani kujeni saa mbili kesho? ndio nini tutamfanyia post-mortem. So akili tukajua sisi tumeona risasi redi, nimeipiga picha kwa simu yangu sasa mwaka mmoja baadaye, njia ya kupata haki bado imejaa vikwazo. Uchunguzi wa mahakama unaendelea, mashahidi kadhaa tayari wametoa ushahidi. Afisa wa polisi Isaiah Murangiri ambaye alihusishwa moja kwa moja na tukio hilo la kufyatua risasi Alitoa ushahidi wake Februari mwaka huu, akikana hatia. Ijumaa iliyopita ibada ya kumbukumbu kumbu ilifanyika nyumbani kwa familia mjini Machakos, ambako Rex alizikwa. Uchunguzi huu wa mahakama unaendelea, japo kwa familia ya Rex Masai kitendawili hofu na wasiwasi bado unagubika safari ya haki kwa mauaji ya mwana wao. Inaweza no, nirudishia mtoto ile dream alikuwa nayo, hawatanifanyia na mimi ni amke. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.